Tukiwa tumechoka tumetoka kwenye mechi kubwa, kwa hiyo lazima ilikuwa ni mechi tafu. Kwanza leo ukiangalia hata kikosi cha Singida, mchezaji mmoja tu mtanzania ndio mchezaji wao walomwanzisha, wachezaji wote wachezaji wanje, maana yake hii game walitaka. Lakini uliza game waliocheza na yanga walipanga kikosi na namna gani, ndio unajua kwamba mechi yetu ilikuwa ni ngumu, na kwa upande wetu sisi kama Simba na wachezaji wetu wamepambana kikubwa. Tarehe kumi na tano, wasicheze, sio wa wataki kuleta timu hey! Sasa wanataka ubingwa gani kama wataki kucheza tarehe kumi na tano hey! Yani hawo walikuwa wanasubiri leo sisi, mm, ndugu. Tupo zao tupoteze, kesho watangaze tunacheza. Ndio. Ubao Ubao. Kama kama watacheza pengine hata watenda Zanzibar. Zanzibari, kwa nini Zanzibar? Kwa sababu wao ndio wenyeji watupeleke, watupeleke kwani, wakuona Berkane tumeona na Belkane, tumwafanya nini huko huko? Zanzibar wanyo wapeleke mechi, wakacheze hata mbinguni, wakacheze mbinguni, mechi waipeleke mbinguni. Safari hii tunawapiga na sisi ndo mabingwa. Wakikataa mtawapata, kama wataki kuja na wataki kucheza, basi Simba bingwa tena. Walikuwa wapi? Wawe tayari kupoteza pointi 15. Sisi mabingwa. Only that.